Kwa majina anaitwa Yusuf Ali Bora, ni mzaliwa na ni mkazi wa katika kijiji cha Mtegu Lindi kilichopo katika tarafa ya Sudi, kata ya Sudi. Hili tukio la ajali lililojitokeza hapa sasa hivi ni kama risali moja liliopita na nusu hivi, nikiwa natoka nyumbani, naelekea sokoni kwenda kupata huduma za ndani, nafika sehemu moja, nakuta kuna asili ya mwanga mkuu wa gari kati, natoka inaacha barabara, naelekea sehemu kwa katika majumba ya makazi ya wa watu cha ajabu, nilisimama wanaangalia ile gari lakini kwa umbali, niliona nilisikia vilio vinapigwa kelele kwa nji, kwa wingi barabarani ilisika kupata huduma katika bandari la mdogo moja laofu hapo. Kwa hiyo, kulikuwa na wakazi wa nne ambao kwa majina ni Shamte Said Mangowela Salumu Ali Mangowela, Roza Hassan Namiundu. Nilishuhudia hapa kwamba ile kwanza inaosha ile gari yenyewe, kwa ile ndio ile ilimikita kwenye shimo ikaacha njia. Kwa ile mkito kutoka na gari lilotoka, ikaja kupiga banda na ile kwa sababu ilikuwa iko speed kali sana. Kwa sababu wenyewe wale madereva kuna mfumo wanasema kwamba gari imepigwa kofi na maana ilipokuwa inatoka huko juu, kwa vile hapa hata tahadhari yoyote wanaiachia tu na inateremka kwa hiyo iliwachangia kidogo ndio kaja kwa chukua watu wawili watatu kaenda kwa mimi ndio kutoka pole ilikawa kufika sehemu ile tukio. Ndio mpaka sasa hapa naona sasa umati, kuna ma, ma, maiti wanne tuko nao. Kabla tujaongea suala la madereva kwanza, tunataka kuondoa serikali kabisa kuhusu eneo hili, kutokana na ule mlima ule umeanzia mbali kweli. Kwa tulikuwa tunaomba serikali kabisa iweke matuta makubwa ambayo kuzuia ule mwendo. Majira ya saa moja na dakika 20 usiku katika kijiji cha Mtengu, kata ya Sudi, tarafa ya Sudi wilaya na mkoa wa Lindi, katika barabara kuu itokayo Mingoyo kuelekea Mtwara, gari namba T 157 EAV ikiwa na trela yake yenye namba T 163 EAU, ambalo likitokea mkoani Ruvuma kuelekea Mtwara likiwa na mzigo wa makaa ya mawe, lilipofika maeneo haya ya Mtegu, iliacha njia upande wa kulia mwa barabara, ikafika mahali ambako kulikuwa na wananchi idadi yao zaidi ya kumi wakiwa wamekaa nje ya nyumba yao, na hapo jirani ya nyumba kulikuwa na kibanda cha biashara, likasababisha vifo kwa wananchi wanne na kati ya hao waliofariki wanaume ni wawili na wanawake ni wawili. Lakini pia gari hili limesababisha majeruhi kwa wananchi wanne, na kati ya hao wanaume ni wawili na wanawake ni wawili. Kati ya hao majeruhi wanne, watatu wametibiwa katika zahanati yetu ya Madangwa na wameruhusiwa, lakini majeruhi mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike amepewa rufaa kwa ajili ya kutibiwa zaidi katika hospitali yetu ya Ligula iliyoko mkoani Mtwara. Dereva wa gari hili amekimbia baada ya kusababisha ajali hii, na jeshi la polisi linaendelea kumtafuta popote alipo. Chanzo cha ajali mpaka sasa kinachunguzwa, kwa sababu hatujapata taarifa na wala uchunguzi wa awali haujaanzisha auja, kuona kwamba ajali imesababishwa na nini, lakini tunadhani inaweza ikawa ni hitilafu kwenye gari au ni mteremko mkali ambao uko maeneo haya, lakini tutatoa taarifa zaidi eh, chanzo cha ajali hii ni nini. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa watumiaji wa barabara na hasa madereva kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha madhara kwa wananchi kama haya yaliyotokea katika eneo letu la Mtengo.